Katika dunia yetu kila binadamu huona ndoto yake tofauti tofauti. Kila mtu hutimiza hiyo ndoto kwa njia nyingi, na matarajio yake huwa makubwa zaidi. Ukishatimiza ndoto yako, maumivu huja pale umeshindwa kufika katika ile ndoto. Wengi husema ni bora usiku ufike, ili aweze kuishi katika ndoto yake zaidi Nyuma ya ndoto. Jina langu naitwa Asia Joseph Kimanda, ni mzaliwa wa kwanza katika familia mzee Kimanda na Bi Kimanda. Kwetu tuko wawili, mimi pamoja na mdogo wangu aitwaye Amaida. Kiukweli nimelelewa katika familia ya kidini yenye kumjua Mungu zaidi, na wazazi wangu walihakikisha nafikia ndoto ya maisha yangu kwa kidogo walichonacho, hawakusita kunipa ushauri pia niliishi katika misingi ya kidini na kumjua Mungu zaidi. Safari yangu ya elimu ilikuwa na jitihada kubwa sana. Nilianza elimu yangu ya awali mwaka 2002 mpaka 2008. Na niliweza kuhitimu na kufaulu, ufaulu ambao wazazi wangu uliwafurahisha sana, ndipo nilipochaguliwa shule ya kipaji. Kutokana na kipato kidogo cha wazazi wangu ili ilinilazimu kukaa nyumbani na kusubiri. Niliumia sana maana nilitamani ndoto zangu zitimie pasina na shaka. Kutokana na udogo wangu sikuweza kuelewa ugumu wa maisha, nili si wazazi wangu hawataki nifanikishe malengo yangu. Mama hakuacha kuongea nami kila mara. Siku moja, yapata saa moja ya asubuhi, baba aliamka na kuelekea katika shughuli zake za kila siku. Baba yangu alikuwa maarufu sana kijijini kwetu kutokana na ufundi wake wa kuchapa kazi alisifika kwa uaminifu mkubwa mno. Siku hiyo mama alikuwepo nyumbani. Mama yangu alikuwa anauza vitumbua sokoni, lengo familia iende. Lakini siku hiyo tulishinda sote nyumbani. Nakumbuka tulikuwa tuna tulikuwa ndani tumeketi, maongezi yetu ni swala langu mimi la kwenda shule. Bikimanda: Asia. Abee mama. Embu toka nje na mkeka, alisema Bikimanda. Mi hapa nimekuja Mama Asia alianza kwa kusema, natambua mwanangu wapenda sana ufikie ndoto, lakini amini kuwa Mungu si kiziwi na ashindwe kufi, kufikia katika ndoto yako. Kikubwa usiache kuomba na kuamini Mungu. Sisi wazazi wako tuwapenda, usome sana na ufikie ndoto, na twakupenda sana Maneno haya yaliyotoka katika kinywa cha Mama Asia yalimfanya Asia atokwe na machozi na kujisemea kimoyomoyo E Mungu kwa nini wazazi wangu uliwafanya wawe maskini na ingali wanakutumikia? Aliwaza Asia gafra. Maongezi yalikuwa kimya baada ya kuingia Amaida kwa kasi sana, miguu yake ikiwa ina vumbi jekundu na sura yake ikiwa imejaa uoga mbaya sana. Hei, kulikoni? Nini mbona spidi hivyo? Ilikuwa sauti ya mama Asia alikuwa amesimama kwa hamaki kubwa pembeni yake akiwepo Asia aliyekuwa akipangusa machozi mashavuni mwake. Embu enda ndani kalete maji, Asia. Alikuwa Bikimanda haraka. Asia alileta na kumpatia Maida anye aweze kusema nini kimetokea. Alichukua kikombe kwa pupa na kunywa kwa kasi huku mikono yake ikitetemeka kwa woga. Amaida hakuwa mdogo sana, alikuwa binti wa miaka kumi na tatu, elimu yake ya darasa la sita. Alishusha punzi kwa nguvu na kuanza kus Mama, baba yu chini. Kuna watu wamemvamia na kumpiga sana. Kabla ya kumaliza neno, beti Manda alitoka spidi na kuelekea usawa wa njia iyoelekea ofisini kwa mumewe, nyuma yake akiwa Asia pamoja na Amaida. Hapakuwa na umbali mrefu sana kutoka nyumbani, pa, nyumbani mpaka ofisi ya mzee Kimanda. Ilikuwa yapata saa saba mchana, jua lilikuwa ni kali sana na chini palikuwa na joto walakini familia mzee Kimanda hakuangalia yote. Walipofika walikutana na umati mkubwa na mzozo mkubwa uliokuwa ukiendelea. Kabla ya kusogea, Bikimanda alisema kwa sauti ya chini, Yesu wangu, fanye iwe ndoto huku uso wake ukiwa umejaa majasho na hofu kubwa ndani ya moyo wake. Asia pamoja na Amaida hawakuelewa ule mkusanyiko nini kinaendelea. Bikimanda alijikaza miguu yake ikielekea usawa wa umati mkubwa wa watu, huku akisema kimoyo moyo, Yesu nitie nguvu, Yesu nitie nguvu. Ile sauti ya ndani ilijirudia huku mapigo ya moyo yakienda mbio sana alipowania mbele alimwona mzee Kimanda katapaka damu akiwa jitambui akiwa amelala chini. Pembeni yake mzee Kimanda alikuwepo kijana mmoja mtanashati nadhifu sana akiwa amefuraha sila sana. Mke wake kaja, maskini atafanya nini? Yalikuwa maneno ya wapambe walikuwa katika huo mate. Bi Kimanda alishuka chini kama mzigo uliokuwa umetupwa na makuli aliyekuwa amechoka kwa kupanda kilima. Ndoto imetimia. Bikimanda kwa uchungu alitoa kipande cha kanga alichokuwa amevaa katika mwili wake na kumfunika mumewe, akasimama uleko wa umati wa watu akimwangalia yule kijana nadhifu aliyekuwa bado na hasira kali. Kijana, nini kimempata mume wangu? Yule kijana alinena kwa jaziba, mume wako ni tapeli na ni mwizi. Ah, zilikuwa sauti za umati ambao wengi walishangaa, wengine walisema apigwe huyo "Sio kweli jamani!" Hmm, maskini mzee Kimanda hawezi fanya hivyo. Ndivyo alivyo huyo tapeli. Yalikuwa maneno ya kila kila mtu ambaye alitamka katika kinywa chake kwa kuona sawa, lakini pembeni alikuwepo msaidizi wa mzee Kimanda, kijana mfupi maji ya kunde, jina lake Baraka akasema mama, hata mimi sielewe, hu kijana alikuja majuzi nyuma, akaleta gari na akatoa maelekezo kuwa tumrekebishie, lakini jana alikuja kuchukua, akatoa fedha na kwenda zake na gari lake. Leo baba alipofika, ndipo kijana akawa amefika huku akiwa na vijana wake watatu na kuanza kumwita baba, huku akisema, we mzee tapeli sana, umenyufua vifaa katika gari langu. Baba hakuweza elewa nini anazungumzia kijana. Mimi nilikuwa upande wa pili nikiendelea na shughuli, nalimwona mzee katoka pembeni na yule kijana wakiongea. Sikuweza kusikia, ila niliona marumbano kati ya mzee pamoja na kijana. Mwisho nikaona kijana anachukua kitu cha nchakari na kumpiga nacho mzee kichwani. Kabla ya kumaliza maongezi yake, Baraka ilisikika king'ora cha polisi kikija usawa mkusanyiko wa eneo la Bikimanda. Polisi walipofika watu walisambaratika, kila mtu alishika njia yake. Alipofika hapa afandi akajitambulisha anaitwa Afandi Ashuri, natokea kituo kidogo cha mamlaka ya mji, hivyo tunaweza ongozana pamoja. Pembeni ya usawa mashariki alisimama Asia pamoja na amaida ambao bado walikuwa hawaelewi nini kinaendelea. Walikuwa maafande watano ambapo wawili walisaidia kumbeba mzee Kimanda katika gari la yule kijana mtanashati na kumkimbiza hospitali. Bi Kimanda pamoja na Baraka na yule kijana nadhifu waliambatana na, thifu, wali na afande ya shuri kuelekea polisi kwa mahojiano. Kabla ya kupanda, mama Asia alimwita Asia na kumwambia, nenda nyumbani, chini ya kitanda utapata fedha, chukua na uchukue tisheti na suruali moja ya mzee, tukutane hospitali. Kabla ya kumaliza maneno Bikimanda, muda umeisha twende, alikuwa afande shuli aliongea kwa ukali zaidi. Asia na mdogo wake walitoka pale mbio na kuelekea nyumbani kufanya vile ambavyo aliambiwa na mama yake. Ilikuwa yapata saa kumi na mbili jioni, jua la magharibi likizama, kiza kikiwa kinanyemelea na kuanza kutanda. Asia, Amaida, weo tabaki injika maji kwa kuni na uhakikisho unayaweka katika chupa sawa, alisema Asia akimpa maelekezo Amaida mdogo wake. Sawa dada, ila baba atakuwa sawa, alisema Maida. Asia kamjibu, ndoa shaka tusiache kumwombea. Asia alitoka mbio na kushika njia kwenda hospitali ambapo baba yake alipo alipopelekwa. Yapata saa mbili kasoro, Asia alifika hospitali na moja kwa moja kuelekea reception kupokelewa na muhudumu wa pale. Ah, karibu binti. Ilikuwa sauti ya nesi iliyotokea upande wa kushoto kwake Asia. Asante, alijibu Asia na kujitambulisha na kutoa maelekezo Nesi akamjibu ah, mzee Kimanda bado yupo ICU kwa matibabu zaidi. Lile neno ICU lilimstua Sia, kabla ya kuuliza alitoka daktari haraka usawa wa chumba alichokuwa mzee Kimanda, akatoka spidi na kumuliza nesi aje na vifaa. Naomba dripu kumi za maji na sindano ziongezwe tafadhali, alisema alisema daktari kwa msisitizo zaidi. Sikuweza kutambua kumtambua kwa kuwa alikuwa amevalia koti jeupe na barakoa iliyoficha sura yake, alisema Asia. Sikuwa na nguvu yoyote mwilini, nilisiganzi mwili mzima. Nilijikokota nje, usawa wangu wa kulia, niliona sanamu ya Mama Maria. Nilisogelea kwa uchungu, huku mashavu yangu yakiwa yametapakaa machozi. Nilipofika pale, nilipiga magoti na kumwangalia Mama Maria, na nikakili kwa kinywa, Mama Maria ni rehemu Naomba unisaidie, usinyamaze. Nikiwa pale nikisema na Mama Maria, nilijikuta nikilala usingizi wa ajabu sana ambao sielewi nililala vipi na sangapi. Nikiwa katika ndoto, nalimwona baba yangu mzee Kimanda akiwa amevalia mavazi meupe na sura yake ikiwa ya furaha sana. Nilisogea zaidi uelekeo aliosimama baba, nilipofika nalimwita, nalimwita, baba. Alipogeuka akasema, mwanangu, ndoto lazima itimie, na nyuma ya ndoto kuna kimvuri na ukweli uliojificha. Sikuweza kuelewa anamaanisha nini. Kabla ya kutaka kumuuliza, unamaanisha nini na kwa nini upo huku?